Nataka kujitambulisha kwenu kidogo. Hapo adogo unaitwa nani? Waangalia kule. Kwa majina anaitwa Janet. Mshiriki wa ambayo inaitwa. Kwa majina anaitwa Ndio. um, um, majina Janet. Kwa kwa majina majina majina Ibrahim ni mshiriki wa movie au tuseme igizo ambayo inaitwa nyingine. Sawa. Na mimi kwa majina naitwa Hoskam. Ndio majina yangu yenyewe. Na maana hapa ndo nilicheza na credit

Asante, asante sana sana sana. Mi na mimi mimi pia kwa director wa ndio sio. Asante sana, na mimi nawashukuru. Ndio, mimi sio mwana, lakini kwa maisha yangu kusoma nishafika tena shule kubwa huko, shafika mbele ah. <laughs> uh, wanafunzi wenzangu ambao walishindwa kusoma kama mimi, ndio sijashindwa, lakini nishafikia huko mbele. Yaani sikumaliza, lakini kila kitu nakijua. Ila nashauri na wanafunzi kabisa waliowacha kusoma kwa ajili ya ukumbafu kufuta bangi, wachawi, I say hapo mimi sina kwa sababu kwa kwa, kama kuna msaada yoyote, kama mnaweza kusaidia awa watoto, pitia namba hii kuwaita ila uweze kuwasaidia. Kama una chochote cha cho cho kuwasaidia, pitia namba hii. Kama kuna msaada yoyote, piga namba hii, itapatikana muda kwa muda. Kama kuna msaada yoyote kuwasaidia, au watoto wanaakili tena, wanajitahidi sana kutuletea vibe kila siku, wanatuletea vibe nzuri sana kabisa. Jaribuni kuwafuata, jaribuni kuwasubscribe tena, jaribuni kuwafuata kabisa. Kama mnawataka, pitia namba hii hey.